Najulikanika ni watu wawili tu, ni me na ke. Tunapendekeza moja kwa moja tuweze kuweka kwenye sheria, kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano, ili na sisi tuweze kutambulika, ili tuweze kupewa mahitaji kama wanavyopewa watu wengine. Wewe umesema wazazi wako hawakukwambia mpaka wameondoka duniani, unawambiaje wazazi wanapopata watoto wa design hiyo wafanye nini? Mimi ningependekeza kwanza madaktari wa, wa wapate taarifa mapema ili mzazi aweze kuchukua hatua mapema, ili akishachukua hatua mapema ajue kabisa mimi mtoto wangu namlea kwenye njia ipi ili asije akapita changamoto kama hizo zisipitie mimi afu kamletea wakati mgumu. Na katika shughuli zako za sasa, malengo yako yanafikia ama una kitu gani zaidi ambacho unapenda, yani, unakipenda ambacho haujaweza kufikia, mtu labda angeweza akakusaidia mh, na ukaweza kufika mbali? Napata kila ambacho akiwezi kutimiza malengo yako. Na mimi tunajaribu kutafuta njia nyingine, wewe uweze kupata angalau, ili mwisho siku, na wewe uweze kupata uhuru wa kifedha. Maana yake uhuru wa kifedha, wewe unakupeleka popote. Na unaweza ukafanya kitu chochote, ila na mimi lengo langu kubwa ni ufugaji. Nimechagua ufugaji kwa sababu kaza iko ndani ya mwanangu. Mimi toka toka izuru na somo nilikoga nafuga. Kwa hiyo najua faida na saa ambazo natoka kwenye ufugaji. Ni Levonia John huyo akizungumza na mwenzetu Esta Bela Malisa. Sasa tutapata ufafanuzi wa kina na uelewa pia, eh, kuhusiana na hilo, na tumemwalika hapa daktari bingwa eh, bobezi wa upasuaji wa watoto kutoka Muhimbili, Dr. Zaituni Bohari tayari yuko hapa atatupa ufafanuzi kwa sababu tunafahamu eh, kesi kama hizi ziko nyingi katika jamii, kwa hiyo ni vizuri tukapata uelewa wa pamoja. Tutakuja kuzungumzia hilo tafadhali fu ujaotfaidurejia tena kwenye matangazo yetu ya habari wikendi, na kama tulivyokujuza kabla ya mapumziko kwamba kuhusu taarifa yetu eh, ripoti Malisa ya eh, jinsi tata, tumemwalika hapa Dr. Zaitun buhari ambaye ni daktari bingwa obezi upasuaji wa watoto kutoka Wimbili. Karibu sana dokta, na bila shaka tumepata mtu sahihi kwa ajili ya mada sahihi. Sasa mi ni mwenyewe nina shauku ya kujifunza. Uh, okay. haya mambo yakoje, kwa sababu ni mambo ambayo yanashangaza mm. Na, na, kila ukitoa uki ki ripoti ama taarifa kama hii watu wanakuwa wanashangaa hii inakuwaje? Lakini bila shaka uwepo wako hapa watatusaidia kufahamu mengi. Tunavyozungumzia mtu mwenye jinsia tata Eh, ni kitu gani yaani huyo mtu anakuwa eh, anakuwa mtu, mtu wa namna gani? Maana ni mtu tofauti na wengine, sio? Okay. Asante sana ndugu mtangazaji, jinsia tata ni swala ambalo mtu anazaliwa nalo. Yaani mtoto anazaliwa, ukimwangalia maumbile ni ngumu kusema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 kwa hiyo tunasema micropenis mm. and mara nyingine unaweza ukatafuta zile mbegu usizione mm. au ile maumbile ya kike ambayo yamezoeleka huyaoni. Kwa hiyo inakuwa na utata ile jinsia yake, sio kwamba anakuwa nazo zote mbili, maanake kuna wengine wana huko <laughs> mtaani. Sasa maneno ya mtaani, labda utathibitisha kitaalamu daktari mm. Anasema kuna wengine unakuwa na na sehemu zote mbili, yani maumbile yote mawili, inawezekana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 Mm. Inafunikwa ina na tutafute semmaishai wa mtoto wa kike kwa juu kidogo. Kuna kuna kiungo ambacho ni ngumu, lakini lakini wamenielewa, ambacho watu ambao wanafanya hizo tamaduni kwenye ukeketaji eh, kile, kile, kile ambacho wanakikata kwenye, yeah, ukeketaji ndio ambacho function yake kidogo kinafanana ki, na, na penis sehemu yenye hisia zaidi. Ewa, okay. Kwa hiyo mtangazaji fundi anakuwa yeah, nacho kile, na kuna mashavu makubwa tunasema mm. na madogo yamefichwa kwa ndani okay. na anatakiwa awe na tundu ya mkojo, tundu ya uke na tundu ya kutolea choo kwa nyuma. Kwa hiyo mm. yule tunasema ni mwanamke kamili. mm. Lakini sasa akizaliwa na utata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 sasa ile ndio inamshangaza yeah. mimi mtoto wa kiume. Kwa hiyo mwingine anaweza akahisi amelogwa. Eh, hey, mimi mtoto wa kiume, tulipata hiyo kesi mm. na sio moja, lakini imekuwaje, mimi naanza kuwa kama mwanamke mm. na bleed ile kwa, kwa mwezi. Anakuwa na, na, anapata hedhi. Kwa akija, tukimwangalia ndani tunakuta kwamba ana via vya uzazi vya kike kwa ndani mm. ana, ana ile fal, fallopian tube mayai ya kike oh. na ule mfuko wa uzazi lakini, nje mwanaume amekuwa na ile, ana maumbile ya kiume, na unamuuliza anakuambia nina boyfriend na girlfriend, anakuwa mm. anaweza kufanya vitu ambavyo mwanaume anafanya kufano, I, yani, mm. kwa mfano tendo la ndoa anajaribu, kwa sababu yeye anakuwa anaamini kwamba yeye ni mwanamume mwenye mm. maumbile madogo mm. kwa hiyo anakuwa anajaribu, akijaribu, akijaribu, anaona ah, Mbona siwezi. Mbona siwezi, lakini bado akilini haimwingii mm. anaanza kupambana kutafuta mbinu nyingine, anaweza kununua dawa. Ndio hivyo watu wengine anatafuta dawa nini, yeah. lakini ndani ni mtoto wa kike mm. yeah. Sasa hizi kesi kwa kweli ni nyingi. Ziko za tofauti tofauti. Sasa kikubwa tunataka kujua sababu hasa ni nini? Uh, sababu kubwa ni mambo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 kwa hiyo unakuwa umezali, umezaliwa kwenye familia ambayo ina hitilafu ya hizo genetics. Mm. Kwao unaweza kukuta mama anakuambia nina watoto watatu lakini wote wako hivyo. Yeah. Kwa hiyo hii kutokana na karifi zile genes za huo mfumo wa homoni ndani yake. Sawa sawa. Sasa sasa, e, watu hawa wanaweza wakafanya nini ili waweze kupata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 baadaye akaja Mwimbili. Alivyokuja Mwimbili tukamfanyia tuka vipimo, tukaanza sasa zile stage za surgery, tukamtengenezea maumbile yake yale ya kike mm -hmm. yakakaa vizuri hapa. Tunaongea na mtoto na mwaka mmoja na nusu sasa hivi oh. Yes, hapa Dar es Salaam... kwenye... yes nilishiriki okay. kwenye kutengeneza maumbile yake. Hongera sana. Asante. mm -hmm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunawatengenezea lakini pia kuna mwingine ambaye natoa mfano pia ni pia ni ni mgonjwa wetu mm. Alikuja Mwimbili, amelelewa kwa miaka ishirini na tisa kama mtoto wa kiume lakini ndani ana via vya kike kila kitu mm. like, yule ameshafika miaka ishirini na tisa alipokuja, tukamshauri tunaweza tukambadilisha, akawa yani kumtengeneza reconstruction, mm. ili awe mwanamke kamili na anaweza kupata watoto.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 kwa sababu yeye alitaka kuwa mtoto wa kiume hmm, na ameshaishi hivyo, okay. Kwa hiyo nature, yani automatically ikabidi aende, tumpeleke kule ambako yupo. Kumbe inawezekana kwa sababu ndani inabidi kuvitoa, ndio sajari zinafanyika na mkivitoa... kwa sababu ukiviacha ataendelea ku hmm, ataendelea kuwa na shape ya, ya kike lakini ukishavitoa hivyo hmm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 Hawezi na, hiyo wakati anafanyiwa una, una mkansel unamwelezea, sasa yeye pia anakuambia, yeye yuko radhi kuwa baba tasa kuliko kuwa mama anaetoa watonat watoto, yes. Mm. Kwa amekubali hiyo hali na nadhani, na daktari, changamoto nakuwa ni kwamba pale ambapo jamii inakuwa vitu hivi imevifunika, imevi imevi ama imeviacha vimekaa muda mrefu, pengine watoto kama hawa wakijulikana mapema inawezekana mm. Hy mtoto aka uh, akashughulikiwa mapema na hivyo, mm. akaenda kwenye ile njia ambayo anatakiwa kwenda. Na hilo ndo tatizo, mm -hmm. stigma, yani. yeah. Watu wengi wanaona stigma kwamba ni dunia itanielewaje, jamii itanielewaje nikienda nikasema kwamba mtoto wangu nimezaa hivi, sababu familia tu yenyewe ile yeah. mtoto akizaliwa tu, mtoto gani kazaliwa, wa kike wa kiume, kwa hiyo mm. yani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 na mtu ambaye anajihusisha na eh, vitendo vya ambavyo kimsingi kwenye jamii yetu watu watu vikubali watu vikaribishi mm-hmm. vya, vya eh, kuwa na mahusiano ya jinsi moja mm-hmm. ya kwa jinsi tu alivyo kimaumbile, mtu anaweza kumuona tu mtu anapita ni, ni mtoto wa kiume kama ulivyotupa mfano, lakini akawa ana, zile tabia za jinsi anavyoongea labda hajakakamaa na viongea, kama, vitu kama vile mtu aka tayari akamnyoshia kidole akaona kwamba huyu mtu Eh, anaji, anajihusisha na mambo kama hayo. Unaiambia je, jamii kuhusiana na like, kujua jinsi ya kutofautisha vitu hivyo? No, mimi kwa ma, yani kwa mtizamo wangu yeah, hatutakiwi kumnyoshia mtu kidole yoyote, whether anafanya makusudi au kwa sababu ya matatizo alionayo ya kimaumbile lakini hutakiwi kumnyoshia kidole na hii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 tunaita CAH yaani, anaweza kuwa mtoto wa kike lakini ana homoni nyingi za kiume, yaani huyu mtoto utakuta sometimes anaota ndevu, anaota yaani anakuwa ana hata mtoto mdogo, lakini anakuwa na na nywele sehemu za siri, kwenye makwapa, mtoto mdogo hata na miaka mitano tu, na anakuwa na kile ki ki-ki- i, I, I choki, ki, ki, clitoris mm. kinakuwa kirefu zaidi. yeah. yeah, kwa hiyo hivi vitu vyote kutokana na na hii CAH inatibika. Naam. akija hospitali anapata matibabu. mm. Kwayo, kwa hiyo ni kuwashauri tu kuangalia yani, kushauriana kama unaona mtoto mdogo, una jirani, ndugu, kama humuelewi elewi ni bora aende hospitali. hmm. Kule atapata uhakika. na wengine na, wanaweza wakahofia kuhusu uwezo wa kutibiwa kwa maana ya utaalamu tulionao hapa nchini, lakini pia gharama. Kwa kifupi unalivo la kuzungumza kuhusu mambo hayo mawili ya yeah. kuhusu utaalam, naomba niwatoe shaka kwamba utaalam sasa hivi kwa kweli tuna wataalam, tuna, tuna, tuna vifaa vipimo vingi vinafanyika huko nyuma vilikuwa vifanyike, lakini sahivi vinafanyika. Kwa mfano, sahivi awa watoto wote wa jinsia tata tuna kwa hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili tunawafanyia uchunguzi kwa kutumia matundu madogo mm, yani direct unamweka kwenye una kamera yeah, alafu unaangalia kwenye screen kubwa vya ndani, via, via kwa hiyo pale unaweza ukaona kwamba uterus ile pale, ovaries zile pale. Okay. kwa hiyo ni kitaalamu zaidi. gharama ni ni changamoto mm. Vipimo vina gharama, lakini pia tuna yomba sana serikali yetu hivi vipimo mm. kuliangalia hili kuingiza kwenye Mipa. insurance mipango na kila kitu. Daktari, tunashukuru sana sana sana kwa kutufafanulia kuhusiana na mambo haya. Kwa ufupi sana tu, tuache unyanyapaa, tusiwanyanyapae. hawa watu ni watu kama watu wengine na wana yani wana, haki, wana wanaweza kufanya yani wako capable wanaweza kufanya vitu vyovyote ambavyo mtu wa kawaida anavyofanya. Kwa hiyo tusi tusiwaone tofauti mm. hawana tofauti na mtu mwingine. Naam, shukrani sana Dr. asante sana kwa kuzungumza nasi. Ni Dr. Zaitun Bohari ambaye ni daktari bingwa bobezi wa upasuaji wa watoto kutoka hospitali ya taifa ya Mwimbili.